Kaimu mganga mkuu wa hospitali ya wilaya ya Nkasi, Teresia Matoke, ameishukuru serikali kwa ujio wa madaktari bingwa awamu ya tatu, kwani imepunguza gharama kwa wananchi za kupata matibabu ya kibingwa. Timu hii iliyotufikia hapa inafanya kazi kubwa sana, na pia hata mwitikio wa wananchi umekuwa ni mkubwa sana. Tulifanya hamasa, tukatembea na magari kutangaza vijijini kote, ili waweze kupata huduma kwa ukaribu. Wamefika kwa wingi katika hospitali yetu ya wilaya ya Nkasi, wamepatiwa huduma hizi, wamewaona madaktari bingwa na wao wanashukuru pia. Wanamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu kwa kutuwezesha na kutuletea kutuwe, huduma hizi, karibu sana. Sambamba na hilo, ujua madaktari bingwa pia umesaidia hata kuwajengea uwezo w wataalamu waliopo katika hospitali yetu, kwa timu hii inapokuja ina inapotoa huduma pia inawajengea uwezo wao katika maeneo yao ya kutoa huduma ili huduma zilizotolewa za kibingwa ziwe endelevu katika hospitali yetu. Madaktari bingwa wametujengea uwezo. Kuna baadhi ya vifaa hapo mwanzo vilikuwepo, havitumiki ndani ya hospitali yetu, kama kuna kifaa cha x-ray kwenye upande wa meno ambao ni digital dental x-ray lakini wataalamu hawa wamekuja kutujengea uwezo na kifaa hicho kwa sasa kinatumika kwa ufanisi mkubwa kwa wataalamu wetu wa hapa hapa. Kwa upande wao madaktari bingwa waliofika katika hospitali ya wilaya ya Nkasi kutoa huduma za kibingwa, wakawa na haya ya kuzungumza. Lakini kwa kuwajengea uwezo itapunguza ulazima wa kuwaleta wagonjwa kule, kwa sababu watatibiwa hapa hapa. Cha pili, kuja kutoa huduma hiyo sasa ya kibingwa, kwa sababu wagonjwa hawa tumewafuata huku, na hii aliyeanzisha maono haya Rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan ameona sasa kuna haki ile ya usawa wa kupata huduma waliopo mijini na waliopo huko maeneo ya pembezoni, wote wapate huduma hizi za kibingwa, na hili limewezekana na yetu. Kuna digital health machine hiyo simama pale nyuma, na hiyo investment kubwa, ambayo isingeweza kuwepo kwa, kwa mazingira haya. Ni vifaa ambavyo vingekuwa vinapatikana kwenye miji mikubwa Dodoma, Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, lakini leo viko Nkasi ni, ni kuipongeza serikali. Ni juhudi kubwa sana serikali inafanya, na hasa hii serikali ya awamu ya, ya sita ambayo imekuja kuongeza nguvu kuanzia ile ya serikali ya awamu ya tano. Baadhi ya wananchi wameshukuru serikali kwa kufikisha huduma ya matibabu ya kibingwa katika wilaya ya Nkasi. Kiukweli nilikuwa ni ngumu sana mimi kupata huduma hii ya huduma ya meno, lakini madaktari bingwa walipokuja na kuwepo hapa imenirahisishia na kunipunguzia gharama kwa ajili ya kupata hii huduma. Kwangu mimi naona ni faida mojawapo, sababu wanatoa ushauri kwanza, hawafika wakakuhudumia, wanakuuliza njia ipi itumike kukusaidia wewe. Ni kiarifu kutoka halmashauri ya wilaya ya Nkasi mkoani Rukwa. Naitwa Pomatiasi wa Clouds TV.